Huko nchini Tanzania, kanisa la kiinjili la Kiluteri limetangaza wiki moja ya maombi kwa ajili ya taifa kutokana na madhila yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, huku katibu wake mkuu Robert Molel akifafanua kuhusu yale yatakayozingatiwa wakati wa kuhitimisha maombi hayo. George Njogopa ametuandalia ripoti zaidi kutoka Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa kanisa hilo la KKT Askofu Alex Malasusa imebainisha pamoja na kuelezea kuguswa kwa kanisa na matukio ya jumla yaliyo taifa wakati wa uchaguzi huo, lakini pia limevitaka vyombo vya dola, serikali pamoja na vyombo vya utoaji maamuzi kutenda haki. Limeuhimiza umini wake kuanzisha maombi ili kuwagusa wale wote waliofika na madhila hayo, huku likitoa mwito kwa vyombo vya dola kujiepusha na matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati linapotekeleza majukumu yake. Limesema maombi hayo yanaanza Jumapili ya Novemba 16 hadi Novemba 23 na yamegawanyika katika makundi mbalimbali ikiwemo kuombea viongozi kutambua wa kutenda haki. Naye katibu mkuu wa KKT Rogati Molel ameiambia DW kwamba kanisa hilo liliwajibika kutekeleza majukumu yake kiimani na kwamba lilianza maombi kwa taifa tangu ilipoanza kujitokeza kwa hali ya sintofahamu wakati wa uchaguzi wenyewe. lakini tukaona haitoshi, hayo yote ambayo yameendelea kufanyika hayatoshi, tuwe na jambo kubwa ambalo ni la juma zima. Aidha, Molel amesema kanisa hilo linakusudia kufanya jambo maalum siku ya mwisho ya kuhitimisha maombi hayo, siku ya mwisho kuwa na ibada ya shukrani ambayo normally kwenye shukrani kuna kuna sadaka sasa. Sadaka ile ikipatikana, nayo pia itakwenda kusaidia hawa waathirika. Katika hatua nyingine, Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imetoa wito kufunika, mombi, watu, yale, wa kufanyika maombi ya tubu ya kitaifa yatakayojumuisha makundi ya watu wote kuomba kuhusu yale yaliyojitokezwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo Askofu Stanley Hotei amesema hatua hiyo inalenga kulileta taifa pamoja. CCT inakemea vitendo vyote vya ukatili ikiwemo mauaji ya watu kujeruhiwa watu uvunjivu wa haki za kibinadamu na uharibifu wa mali katika kipindi hicho bila kujali vimetokana na upande gani. Wakati huo huo, chama cha upinzani nchini Tanzania, CHADEMA, kimetangaza kuwasambaza mawakili wake kote nchini kuwatetea wa na wananchi wanaokabiliwa na kesi za uhaini mahakamani baada ya maandamano yaliofanyika wakati uchaguzi mkuu wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Maakamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche anasema mawakili hao wamepewa jukumu la kutoa msaada wa, wa kisheria kwa watuhumiwa na kwamba kazi hiyo inaanza kufanywa mara moja. Tunataka watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi wa nchi nzima. Katika hatua nyingine, chama hicho kimeupongeza wito uliotolewa na Umoja Matifa, kina, wa Mataifa uliohimiza kufanyika uchunguzi wa kina kufuatia kuwepo ripoti ya mamia wananchi waliouawa, wakati wa maandamano yaliyofanyika katika majiji mbalimbali ya Tanzania wakati wa uchaguzi.